Orodha ya mali zilizotaifishwa ni kama ifuatavyo: apartment namba OA2 gorofa ya kwanza iliyopo Sea Breeze Residence Complex kiwanja namba 192 block O Jangwani Beach Kinondoni jijini Dar es Salaam. Apartment 6B kiwanja namba 26 block 52 iliyopo Kariakoo Ilala jijini Dar es Salaam nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 329 na 1009 block C Mbezi wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kiwanja kilichopo Boza village kata ya Boza wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Kiwanja namba 69 block 7 kata ya Mbweni JKT Kinondoni jijini Dar es Salaam nyumba namba 14 iliyopo kiwanja namba 131 na block 9 mtaa wa Chui Mtoni Kijichi NSSF house scheme phase 3 Temeke jijini Dar es Salaam kiwanja namba 44 768 kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni Dar es Salaam kiwanja kilichopo Shungubweni village kata ya Shungubweni wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Kiwanja namba 53 block E Boza village wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani. Kiwanja namba 8 block C kilichopo mtaa wa Mwambao kata ya Mji Mkongwe wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani. Apartment namba PA1 gorofa ya chini Sea Breeze Residential Complex kiwanja namba 192 bloku P iliyopo Jangwani Bichi, Kinondoni, jijini Dar es Salaam. Nyumba namba 9 iliyopo Magomeni, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44 74 sita kilichopo mtaa wa Kigogo, kata ya Kisarawe tu Kigamboni, jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44 74 nane kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44789 kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni jijini Dar es Salaam. Pamoja na utaifishaji wa mali hizo, magari yaliyotaifishwa ni pamoja na gari namba T 539 DKQ Nissan Civilian. Gari namba T 427 EAH Subaru Impreza. Gari namba T 196 EAC Volkswagen. Gari namba T 664 DCH Volkswagen. Gari namba T 141 na DKV Nissan Civilian. Gari namba T 944 na DKY Nissan Civilian. Gari namba T 800 DLA Nissan Civilian. Gari namba T767 DLL Nissan Civilian. Gari namba T435